United opposition tumesema, yule atakayechaguliwa kati yetu ndiye tutafuata zote. Lazima tuondoe Kasongo, tukatae uongozi wake wa kimambavu, tukatae uvujaji wa haki zetu. Hatutakubali mauaji ya watoto wetu tena. Hatutakubali kuchafua kanisa na tiagas na mambo ingine. Hatutakubali wizi wa pesa yetu na tunamwambia akiendelea hivi atarudi hegi mara ya ngapi ya pili hiyo mmekubali ando aito mumenye tutingibota kwingata kasongo tutena ngwataniro na nikaithue turouga tuungane tujikomboe ati tuungane tujikomboe tondu ona atongoria tungienda kumuruta munyororo mutetikirite tutingibota Lazima tuungane kama viongozi kama wananchi zote tuende safari moja. PCP. Yeah. Juzi tumekuwa kwa kanisa yeah. William Ruto akatuma watu kukuja kuua Rigathi Gashagwa, sisi tukatoka tukaenda kuona Inspector General, na huyu Gashagwa ni mwanaume aliangalia Kanja kwa macho akamwambia, wewe Kanja, kama unataka kuniua mimi, Rikijii, nimekuja hapa leo, wewe uniue, wachana na watoto na wamama kanisani. Huyu jamani mwanaume. Na sisi tumesema kwamba wale mapolisi ambao walienda kujaribu kupiga wamama na watoto kanisani. Rigiji amesema tumewapatia mpaka tarehe kumi na sita. Tarehe kumi na sita tunarudi kwa IG Kanja, na tukipata wale mapolisi hawajashikwa, tukipata wale mapolisi hawajaachishwa kazi, Rigiji amesema tunafanya maandamano Kenya nzima. Muko tayari? wangapi wamesema wako tayari. Jambo la pili, huyu Rigiji aliangalia huyo IG kwa macho akamwambia, sisi atuitishi ati wale polisi ambao walitupiga kanisani peke yao washikwe. Tumewaambia pia wale polisi ambao waliua Gen Z wakati wa maandamano, pia hao wakamatwe. Wakamatwe wasikamatwe, mimi nimesikia William Ruto jana akiwa kule Kisumu amesema ati anaenda ku compensate wale Gen Z ambao walikufa. We want to ask you William Ruto, wacha uongo wako, utuambie ni siku gani unaenda ku compensate hao Gen Z, na ni pesa ngapi unaenda ku compensate hao Gen Z? William Ruto akisema ati kila Gen Z atapewa milioni tatu, sisi wa Kenya tutachukua namba ya William Ruto ya M-Pesa. Sisi wa Kenya pia tumchangie pesa ifike milioni tatu, yeye pia atupatie mtoto wake, aende ahera, tuone kama itakuwa compensation enough. Because hauwezi uwa watoto wa Kenya alafu unasema ati wewe ni rais. Sisi tumeambia William Ruto the second, uh, condition ya compensation ya victims kwamba aanze na wale alichoma kwa kanisa kule Kiambaa, familia zao pia zikuwe compensated. Ama jamii tunaongea vibaya? William Ruto aende asiende, apotee asipotee. Sasa mimi niko na swali, niko na swali tatu, swali nne, niko na swali. Nyinyi watu hapa Muranga, leo hii mkienda hapa kwa ballots, kwa kwa polling station mpate sura ya William Ruto na sura ya Rigiji, mtapigana ni kura? Mtapigana ni kura? Swali ya pili leo hii mkienda hapa kwa polling station mpate sura ya William Ruto na huyu Matiangi, mutapigana kura? Mtapigana kura? Swali ya tatu leo hii mkienda hapa kwa polling station mpate sura ya William Ruto na Kalonzo Musyoka, mtapigana ni kura? Mtapigana kura? Swali ya mwisho hii, mkipata mtajua nyinyi ni watu sharp. Muko tayari? Mukienda hapa kwa polling station. Mupate sura ya William Ruto na kondo. Ebu tuone watu wa kondo, asante. Haya mutapigana nigura? Haya sasa wacha nimpatie